Je, umeambiwa ni lazima upasuaji kwa ngiri? Hebu nikuelekeze ukweli, ili uweze kufahamu ni kwamba ngiri siyo lazima, sio kila ngiri uweze kufanyiwa upasuaji, lakini mara nyingi unaweza ukapata dawa za asili ambazo zinaweza kutibu kwa njia ya asili, hasa katika ile misuli ya tumbo na pelvic floor. Ukitumia hizo dawa, inaweza kuondoa kabisa changamoto ya uvimbe ulionao, lakini kuimarisha mishipa, kudumisha afya ya korodani bila upasuaji. Kipindi unatumia ratiba basi, hakikisha unafata huu mwongozo. Namba moja, kula mboga mboga za majani, usisahau parachichi, yale mafuta yake mazuri, karanga usisahau lakini, pia kuepuka vyakula vinavyosababisha kuvimbiwa. Fanya mazoezi ya pelvic floor na tumbo, ili misuli yako iweze kuwa imara na kukaza kabisa. Kama una changamoto yoyote ya ngiri na umeteseka mara kwa mara, hakikisha unawasiliana na daktari Jimmy leo. Kupata ngiri safi imekuwa ni dawa iliyokuwa isaidia watu wengi kuweza kuweka sawa wa mtiririko mzuri wa damu, inaondoa uvimbe, kuimarisha ile misuli ya utumbo na pia kutoa afya nzuri kwa jia kwenye korodani. Kama unateseka, wasianana leo. Sisi hapa tunapatikana Mwanza, mikoani tunaagiza kwa basi au ndege. Karibu.